Nilifanya niamue kutoka nje. Kutoka nje kama sijafika sehemu fulani hapo mbele, nilikuwa na swali moja tu la kumuuliza Mungu na swali langu lilikuwa ni kwamba kwa nini Mungu umeniruhusu jambo hili wakati bado nipo Tanzania? Nimesema kwa nini bado nipo Tanzania kwa sababu kuna mambo ya siri ambayo Mungu alitangulia kuniambia mapema, lakini kulikuwa na mzigo mzito zaidi kuhusu bara la Afrika. Sasa wakati baba anaongea hapa, kuna kitu nilikielewa kwa sasa, licha ya kwamba Mungu aliniambia muda mrefu na sikuelewa, nichukua nimetangulia kuona. Niliona bendera mbili, zile bendera ilikwepa bendera ya taifa na bendera ya CCM. Kukatokea kundi la watu ambao wa walikuwa tayari, walisema kati ya hizi bendera mbili moja lazima chan baadhi ya kundi la watu wakainuka kwamba bendera hii iu ya m wengine wakasema bendera hii kuwa bendera ya taifa. Ghafla wakatokea watu ambao walisema bendera ya CCM haiwezi kuchwana badala yake chama bendera ya taifa. Sasa waliposema tukachane bendera ya taifa ili chama vipande vitatu na vipande vile vitatu, sikuelewa kwa nini vipande vitatu, ila wakati mzee anaongea hapa ndipo nikaelewa sababu ya vipande vitatu. Nilipoanza kuomba kwa Mungu wakati huo badala ya nielekeze kinachoendelea kuhusu vile vipande vitatu, nikaona watu kama wanakimbia, lakini kila mtu wanakimbilia madukani kama wanavunja maduka kwa ajili ya kuchukua chakula kwenye maduka. Hiyo picha ikapotea. Sasa wakati nilipokuwa nauliza hayo maswali, wakati uchungu umezidi moyoni, kwa nini Mungu anaruhusu jambo hili litokee? Wakati bado nikiwa Tanzania, nilizunguka

cha kawaida kwa sababu kuna vitu Mungu alitangulia kusema kuhusu bara la Afrika na hili jambo halikuwepo kwenye ile ramani. Na, na huyu mzee alisimama hapo ni askofu shahidi wa shahidi kwenye hayo matukio ya bara la Afrika. Hili linaanzia wapi? Utoke wakati wa majira kama haya watu wa Mungu bwana Yesu asifiwe. Yumkini maono yaliyokuwepo ya kuchukua baasha yalitolewa kabla ya jambo hili halijatangazwa, hata leo. Na mimi ni mmoja kati ya watu ambao jana sikuwepo. Nashangaa asubuhi mzee ananipigia, kwa nini haukuja? Kwa nini hauko? Maswali yake mengi. Sitahidi uwepo, sitahidi uwepo. Kaambia mzee anakuja. Watu wa Mungu, kwa moyo mnyenyekevu sana Ingeomba kitu kimoja ni ukini kwenye maandalizi yako hili alikuwepo, lakini mzigo wa ujumbe unaopita namna hii unakuwa na sababu, na wote tunafahamu Mungu ana majira fulani ya kufanya jambo kwa wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ina uhakika sadaka zetu zinaweza kuibeba hilo jambo, amina. Kwa hiyo kwa chochote kile ambacho unahisi una unacho, tafadhali utoe sadaka. Amina. Mungu atamwelekeza huyu mzee kujionea, kuomba, ila nimemwelekeza nimwambia kila kitu, akaniambia subiri, nikupe nafasi ya kuongea. Hata kama tayari mimi nimetoa sadaka, lakini pia ni muhimu kukuhamasisha kufanya kwa sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe sana, asante.